Karibu ulimwengu mpya, karibu Swahiliwood.com. Swahiliwood ni njia mpya kabisa ya kutazama filamu mpya unazotaka kutazama kwenye simu yako ya kiganjani au kompyuta, muda wowote na mahali popote, kadri unavyotaka. Kuanzia vichekesho, maigizo, filamu za kibongo mpaka tamthilia za kwenye TV, Swahiliwood.com inacho unachohitaji, na uzuri ni kwamba ni bure. Njoo kwenye tovuti yetu ya www.swahiliwood.com au jiunge na chaneli yetu ya YouTube kuona vipindi vyetu. Laiki ukurasa wetu wa Facebook na ujiunge na mdahalo. Tujulishe ni nini unataka kutazama na tutaangalia ni nini tunaweza kufanya. Ah, samahani sana, samahani. Swahili Wood, ulimwengu mpya mikononi mwako.